Wasuubatu ostadhi kusuhubiana wa na mwalimu. Huwezi kuipata elimu bila ya mwalimu. Elimu haichukuliwi tu kwenye vitabu. Kichukua elimu peke yako kwenye vitabu, makosa yako yatakuwa mengi sana.

Suhbatu so ustadh li lazima usuhubiane na mwalimu, ufuate miongozo ya walimu. Yani hapo ulipo usiokoona wewe wajua kuliko mwalimu. Somo ambalo utalisoma peke yako mwenyewe na ukasomeshwa na mwalimu, basi unalosomeshwa na mwalimu utaelewa zaidi kusoma peke yako kuliko kusoma peke yako. Watu zamani kijambo la sita ni tulu zamani, haitaki istijali katika ilmu. Utakaa na haraka, utakaa miaka miwili mitatu, arudi kashakuwa ustadhi kwao shekhe au muda mdogo atakaelewe. Mimi naona sielewi nchaka sana. Umekaa miaka mingapi? miaka miwili ndiyo umekaa sana, miaka miwili ndiyo umekaa sana katika mambo yanayosaidia kutufikisha katika ilimu ni kuwacha maasi, na huu ndio mtihani umetusibu sote. Maasi kwa aina mbalimbali zimetuzunguka, na ndio maana markazi kama hii ina nafuu kuliko markazi ambayo uko mjini. Yaani nyinyi wakati mko pale Ilala Irshad na hapa hapa, mna tofauti kubwa. Mkikaa pale juu pale Ilala pale, maona wangapi wapitao mizigo mingapi mwaitazama hivyo. <laughs> huku na kule ni sawa samani watu wanaosoma midini midini, mara ziko mjini, mara katongoza pale, mara katia mimba pale mwanafunzi. Kesi nyingi tuzijua, kesi nyingi mwanafunzi talibul ilm sangine yuwasomesha au imam katia mimba huko na nakakamatwa, kawapigiwa swali sasa. Je, tumwacha fungu miaka 30, au tumtetee? Tukitetea twatetea zinaa. Vipi hukumu yake? Sema Allahu aalam. <laughs> <laughs> <laughs> Nini mazingira mtu asoma hapa, wanawake wameingia, wanawake wajachota maji pale. Tuepukeni, hivi tu sehemu za markazi kuna maji, watoto wa kike waje na kanga moja, watoto hapo hapo wanafunzwa. Tazama na, fa arshadani ila tarki almaasi fa akhbarani bi anna al ilma, mtoto alovia, mtoto alovia ajua Kashaduma na miaka kumi, lakini nchi yapo. Ndio elimu zetu zimeduma kwa madhambi. Lakini ukiwatazama wale madokturi katika miji ya watu, na kijana mdogo huu toa elimu akwenda katika miji wa huyu huyu, kakaa mbele ya Sheikh Mukbil huyu miaka mitatu minne, mbona ana elimu namna hii? Mazingira sio mazingira yetu machafu na tumeletewa masimu uchafu, sasa tutatembea nao maasi. Tuko nayo katika simu. Elimu ya Allah ni nuru, nuru hapewi mtu asi. Ukipewa utapua kidogo, utapata lakini kidogo sana, hailingani na juhudi unazotoa na akili uliokuwa nayo, sababu ya maasi. Jengine katika mambo yanayosaidia ilmu ni taqidul ilm qaid ilm umesikia ilmu yatolewa una kalamu na daftari una qaid leo kuna vitabu elimu imekuwa imekaidiwa katika vitabu ni kununua vitabu mtu akawa na vitabu akatoa hela kununua vitabu akawa na maktaba mekuja mtu msomi alim anatoa ilm qaid alilm alilm sayd walkitabatu qaiduha